Tunaanzia mkoani Njombe, ambapo watu watatu wamefariki na wengine ishirini na wanane wamejeruhiwa katika ajali ya basi la kampuni ya Ilyana yenye namba T202 DGK lililokuwa likitokea jijini Dar es Salaam kuelekea Songea mkoani Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoani Njombe, Pudensiana Protest, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo saa mbili usiku wa jana katika kijiji cha Igominyi kata ya Kobi mkoani humo. Taarifa zaidi na Christopher Philemon. Ni vikosi vya uokoaji vikitumia mbinu mbalimbali kuokoa manusa wa ajali ya basi la Ilyana katika ajali hiyo iliyosababisha kupoteza maisha ya watu watatu, wanaume wawili na mwanamke moja, na kujeruhi watu ishirini na nane. Chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi. Maka, nani Njombe? Njombe. Njombe, ni ni speed speed ilikuwa kali, speed ilika. Sasa kwa sababu barabara yenyewe imekaa haijanyoka, imekaa kwenye haijanyoka kubwa kiasi kwamba kwenye kokona ndio tunasema, yani tunaweza kusema tangu tulipotoka nini, mwendo wa ukuwa labda kuna sehemu fulani ni mwendo, tangu tumetoka huko ni mwendo ambao ulikuwa kasi. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Prudencia Protasi, ametoa wito kwa abiria kutoa taarifa kwenye vyombo vya usalama mara umwonapo dereva anaendesha gari kwa mwendo kasi ili kuepusha ajali. Popote pale unapokuwa unasafiri, kama tulivyokwisha elekeza kwenye vyombo vya habari, unapokuwa unapoona mwendo wa dereva sio mzuri, hebu jaribu kutoa taarifa kwa namba ambazo tunakuwa tumewapatia ili uweze kuokoa maisha yako wewe mwenyewe maisha ya mwenzako na maisha yote kwa ujumla. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Njombe, Christopher Olesendeka, amesema kuwa dereva aliyesababisha ajali na kukimbia anatafutwa ili afikishwe kwenye vyombo vya sheria. Yeyote ambaye ana taarifa juu ya dereva huyo ambaye baada ya kuona imemshinda kwenda kuona akaamua kuruka na kuondoka, mweze kutupa taarifa ili sheria ichukue mkondo wake. Hatutaweza kuvumilia kuendelea kuwa na watu ambao wanaondoa uhai wa watu kwa ajili ya uzembe wa kuendesha gari kwa spidi isiyokubalika. Kwa ndugu zangu, mwendelee pia kuwafichua wale ambao mtawaona wanaendesha magari kwa kasi. Majeruhi wa ajali hiyo melazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, na daktari wa zamu katika hospitali hiyo amethibitisha kupokea miili ya watu watatu. Tumepokea maiti tatu, mwanamke mmoja pamoja na wanaume wawili. Hali ya majeruhi bado inaendelea vizuri, lakini kuna mama mmoja ambaye ni mjamzito, naye alikuwa kwenye ajali hiyo. Tunaona hali yake sio nzuri sana, tunafanya uchunguzi wa ultrasound anaendeleaje? Anaendelea ni mjua mzito wa miezi wa saba. Christopher Philemon, TBC Njombe.